Yaani nimejiamini na ndio maana nimefanya shughuli. Alafu wewe suru uko unatoka nalalamika hapo umeibiwa simu. Kwa hiyo hiyo iliyoibiwa ni nyingine na imezungumzia hapa ni nyingine. Alafu eh, mimi nikuibia simu yako mimi na shida gani kukuibia simu? Maija simu yangu umeiba. Alafu ya nini tuongee sana tuwafaidishe majirani? Ingia ndani, toa simu yangu dada, nipe simu yangu. Sijachukua simu yako. Na kama unaona umeibiwa nenda polisi. Nenda polisi kama nimekuibia naona unataka unataka kunipanda kunipanda kichwani, kichwani, hapa kwangu unaama simu yako. Lakini wewe uko na pesa, kwa nini umefanya hii shughuli? Mimi sina tabia wizi na sijawahi kuiba siku moja. Toka sijawahi kuiba toka nimezaliwa simu yako mimi. Mimi naomba simu yako. Wewe Unataama

kubeba maneno, nenda kumwambia udugu wangu, leo ameenda kuungana kule, anakuja kunisuta mimi hili hey? Jeshi la mtu mmoja mimi, ndo tatu buyu. Kama alikuwa anijui vizuri, watanijua na huu shoga au taendelea kamwe, nitawafitinisha yaani. Leo nimeamka kwa ajili hiyo, yaani leo ninapita kwa mmoja baada ya mmoja, nishafunga mlango, sijui nitarudi saa ngapi, yaani lazima niwagombanishe. Zawadi zawadi, kuja kunisuta mimi, maija udugu wangu. Shughuli nimehangaika kama vile na mcheza mwanangu. Eya eya, mimi nakwambia jasho linanitoka mimi skuru sijapika nyumbani kwangu naenda kwa udugu wangu ni mimi nimekuwa mbaya mimi jamaniau wanigombanishe mii sio kweli nitakupiga hapa juu kwa mama yako wewe unanijua vizuri mimi kichaa umeona hizi vurugu hapa ni kwa ajili ya hii simu huu mtafaruku watu unauona hapa wewe hii simu umepata wapi Simu hii nimepewa na bwanangu bodaboda, kaniambia ni fresh. Anaitwa Kide. Baada ya kuangalia kwenye simu kuna picha ya Doli. Unamkanyaga unamkanyaga nini? Mwache aongee, dada aongee, uwanja wa kwako, tamba, maana nimesha choka. Nasa mi mwizi, mimi nimeiba? Umeona, umeona sasa alivyo nipa simu nikakuta picha ya Doli, nikaona nije nimletee Doli kwake hapa hmm. Lakini maija ya mambo tayari, kama simu imepatikana, basi mambo yaishe ya tena, mambo mengine ya endelee. Kwa hiyo unaona nis kutumia mwizi, nimeiba simu, sindio? e. <coughs> tufanye maisha basi, tufanye maisha. Yani nimeshagundua kitu hapa, nimesha fahamu, apa nimeshaona kuna sintofahamu hapa, kuna janja nyani inafanyika hapa, nisikize kwa twendeni ndani Mbona bwa to? Vipi tena, wewe acha tu ndugu wangu, utadiriaje kuja kunidhalilisha mwali. Sijui hata sura yangu itaweka wapi, sio kwenye kwa hapa, sijui hata niiweke wapi maana pata sehemu ya kuificha hii sura sioni. <gulia> Kinachochekesha hapo kitu gani? <gulia> <gulia> Nawe mtu hadisie vizuri. Hiyo simu umeipataje? pataje ndugu wangu. Hiyo <gulia> simu alichukua wewe mwenyewe. Sasa huyu badala aje anituje mimi anipeleke pembeni. Anaionyesha hapa hapa. Jamani, yani kide kajua kunizalilisha. Kwanza kanikopa. Pili kanibia simu yangu. Tatu kibaya zaidi, kaenda kumuonga binti simu yangu. Jamani. Wewe naye boya kweli. Umeongwa mpaka sema mama mahaba moto moto. Ulivyokuwa na akili mbili ukaamua kuirudisha kama mgeni wa jiji uje. Tukufundishe jinsi ya kuishi mjini. Utapwaya. Niliona udugu wangu huyu nikaamua nimletee simu yake.

Leo nimekupikia chakula kitamu na imani utafurahi. Mtoto, wewe, utanifanya ni nimsahau mke wangu. Chakula kitamu kweli kweli, utanifanya niuze ile nyumba yangu ya mwanadilatu kule Yani, sio kuuza nyumba tu, nataka hichi kitambi hichi kifike hapa ndio. Hmm. <laughs> Na ikiwezekana hata hmm. Mkee umwachi? Hilo la kumwacha tu, mbona limeisha. Ah, ah, ah. Sasa, baba anameka mbali, sikai na uchafu ah. Ili limefika, limefika. Jamani, marafiki zangu mimi hapa nimekuja nimekuja kuomba samani. Mimi najua kweli nimekosea. Munisamee, jamani, mimi siwezi kukaa bila nyinyi rafiki zangu. Yaani mnavyoniona hapa nimepuuza, yani hata nguvu sina, munisamee tu jamani. Eti Zawadi, munisamee. Maajabu kuwasha umeme leo hii, umekuja mpole kama umefiwa vile. Hivi shoga yangu, uombe yako taacha lini? Mm? Tena ulivyokuwa mnafiki, umekomaa dada wewe. Unafanya umbea hadi kwa mashoga zako wa kinda kindaki letu lako lakini, ukaenda kupeleka umbea. Wewe, dada mbaya wewe. Si ndo maana nimejua kama nimekosea, ndo maana nimekuja kuomba samani. Kama mnavyojua mimi bila nyinyi nji, siwezi kuwa mimi, kwa sababu nyinyi ndo kampani yangu. Basi ni basi eh eh, hebu tutolee huo uchulo wako hapa shani. Nimepata wazo, wesi mbea we, Pro Max, wewe unajifanya we ndo mchochea kuni, mradi moto uwake. Sasa nakupa kazi, mume wangu hajalala nyumbani. Subiri kwanza, yaani manyuka hajalala nyumbani? Unauliza makofi polisi au eh? Nimekuambia manyuka hajalala nyumbani, na nina uhakika kabisa atakuwa kalala kwa Stila. Sasa hii kazi wewe unaiweza fika, kwa sababu kama uliweza kupeleka maneno kwa Maija, haushindwi kwenda nyumbani kwa Stela kwenda kupeleleza na kutuma. Nenda kapeleleze ujue kweli mume wangu kalala pale. Baada ya hapo ulete majibu, na ukishindwa kuleta majibu yaliokamilika tunavunja vunja ubefu wetu, ah. Hapana jamani Stella, kundi letu la watu wanne aende akafanya hivi akusaliti, atembea na mumeo. Bismillah kabisa hapana, mimi ah ha. Sio kweli. Eh eh wewe. Ye unajifanya kama uelewi. Wewe mbona ulikuwa rafiki yetu na ukaenda kupeleka umbea ukatusaliti? Leo unajifanya ashinde Stella. Ha! Usijifanye mpana kama pazia la sinema. Nimekupa kazi, fanya kazi kama uwezi kazi, acha kazi. Eh? Na ukiacha ubefufu unakufa. Basi imeisha, kama unavyonijua, tim tatu ubuyu sinaga mbambamba. Ukinipa jambo lako mapema sana, majibu yashapatikana sasa. Yes, wewe! Haya haya, kwa Stela huko unaelekea, umbea tena, bibi wewe! Ngoja basi, engoja. <laughs> <laughs> gani na miguu yake kama kambale, mja mzito, ndio maana anenepi. Kakongoloka nguo kaskeletoni Hatali ha. Yani niye mmekaa hapo wenyewe mna enjoy kabisa wakati eh? Bwanako chupu chupuchupu leo aingie kwenye mikono ya raia, yani alikopoa ama zake ama za raia. Kama leo angefanikiwa kukamatwa na wale raia, ah, walikuwa na finish. Yani alikuwa anakufa kufa bwanako mbele ya macho yangu sumene leo akipengele. Eh? Umeendelewa na nakwambia, akati wewe ukiwa kama mwanamke uwatakiwa ukae, mwambie bebi wangu eh? Acha harakati hizo, kuwa kama vijana wezio wakina Manga, watafuta hela kwa halali, hawaibi. Unamshawishi mshawishi bwanako, anaenda anaiba, anakuletea vitu vizuri, unakaapo unakula malavu malavu, baiti wenyewe mna enjoi, hakifa. Kumbe una mwanamme mwingine, unanisaliti? Hapana, apana. Hey, anaye Hana, tena ninavyokwambia huyu mwanaume wake ana nywele kama pweza ndio jina, jina Maan yake... Wewe, ishia hapo hapo, fanya kilichokuleta. Umenisikia wewe? Acha umbea, mtoto wa kiume kuna jela na gesti. Mwacha ongee ongea. Hapana, mpenzi ni yule mwanaume niliyokwambia alikuwa kabla yako, na yule mwanaume hataki kuachika kabisa, kila siku ananisumbua na ninavyokwambia huko Kaiba, huko kituo chake cha, cha, kwanza kufika ni hapa yaani, lazima atakuja hapa. Kwa kama kuna uwezekano, mimi nilikuwa naomba tu uondoke, maana atakuja kukufanyia vurugu hapa. Na mjua, yaani yule akili zake zinakuaga hazina zina akili hata kidogo. Kama mmeachana, kwa nini akufate fate? Mimi hapa siondoki mimi, mwenyewe ugomvi na uweza, lakini siupendi tena mi muuni kitambo. Nenda kaulize Mwananyamala huko, kuanzia A B koma koma kwa Mazakaria, mimi wananitambua. Ukisema Sozigwa tu watu wanakimbia. Mi namsubili hapa. Haa, nalia hey.

ngapi kuja kwa mtani. Wewe pweza, mbona uishi hivi makelele wewe? Yaani kila ukija hapa nyumbani kwangu lazima uanze kubwata bwata upige makelele, uangalie hata babangu mzazi <coughs> ha! Atasa! Oh, abichi boy vipi, alitaza baba yangu mzazi anaumwa. Vipi alitaza nini babu tumeona aliteza? Tulia babu. Maji. Wewe. Mpe faza kwanza maji. Alafu mwanangu leo nakuja le na baamko anashinda kuniambia rafiki yangu Oh, abichi boy, na kuelekeza mwanangu katika moja na mbili hapa mtaani kwangu. Sikuita sikuita jeni mwanangu potea. Afu mwanangu, siku zote niko na kona mwana, kumbe mwana Hamisi, mwanangu wewe, kumbe ja ukweli mwanangu. Oh, vipi nyo nyasa hapo? Afu tukeni, hata kama mtaani kwenu jichengeni, au mnataka kumstap baba yangu mkwe. Simu yako unaweza kumiliki simu, bichi boy wewe, futika au wewe nini? Mwanangu wewe, vipi hapo shemeji Eh, unataka kupika? Enda kapikie chumbani huko. Beba vilago vyako jichenge. Ah, rafiki yangu baba mungu anakuja leo na shida kuniambia <coughs> rafiki yangu wewe. Fadha vipi? <coughs> Tende maji fadha, tende maji, tende maji, tende maji. Kumkuku mkuku hivyo. Safi. Shoga yangu na ubuyu unanikereketa, lakini sasa ubuyu, nataka tukaongee ndani kwako. Sasa shoga yangu wewe, mimi nishakuzoea. Kila siku ukija hapa tunapiga umbea wetu hapa hapa. Leo imekuaje shoga yangu, uko ndani mm -hmm. Tena mimi nautaka hapa hapa shoga yangu. Kwa mimi leo niamini kwamba nikienda ndani kwako naweza nikaiba. Kama utaki basi. Ah, shoga yangu basi njoo na wewe kwenye umbea tena. <laughs> Nataka nishangae <laughs> mwenyewe unaupenda ubuyu. Umeuasha Nende... moto tena pakuzima. <laughs> Faza vipi? Ha, safi, tu jambo. Fresh. Faza karibu bwana. Asante. Pole bwana kuugua bwana. Asante nimeshapoa. Sema nene Bamgwa. Karibu sana, ni mimi, nimefurahi sana Bamgwa kutimba kapa ndezi. Sema nene Bamgwa, hujanipigia simu wala hujaniambia kama unaingia. Mimi mwanao namkubali sana wewe Subira. Unaambia chochote kuhusu bila bam. Kwa nini napambana kila kitu nimhudumie? Alafu dai kama anashangaa kuna washamba wana nyamya nyemelea. Mimi nitakuja kumuua mtu bam. Kwa hiyo unavyoniona mimi South Africa kote wananijua. Mimi shaka watu patupa watu wote mafore na wote. Wote wananijua. Mimi namba chafu. Hii namba 43 usha kuiona namba hii. Hii kodi mpya faza. Mimi nakuelekeza. Sema nini? Mimi mwanao namstendia kila kitu. Alafu dai kama mshe mwanao. Anaona kama anaenda longi na mbembeleza kweli. Leo nimetoka shop, nimemchukua kila zaga

Sema nini father, mi sina mambo mengi, ni standia mzigo waba, yote wao nimemletea kwa niaba ya mwanao nimemchukulia mzigo mpya unavyoona. Eh. Sasa badala ya kumpa mwenyewe unanipa mimi baba, wewe ndio father kila kitu utampa mwanao kila kitu kiwe pesi Baba, mm. Baba, usichokijua kwa huyu mwanaume huyu ni mwizi, sijui unanielewa yaani huyu hivi vitu hivi sio used sio nini huyu katoka kuiba mama kwa nini unamsemea vibaya mwenzako eh? mwenzako amejitahidi amekwenda kununua vitu anakuletea kwa upendo lakini wewe unakuja unambadilikia hapa unaanza kumpigia kelele hebu muangalie kwanza huyu ana shepu ya wizi kweli huyu kijana wa watu mbona yuko vizuri tu eh? acha kumtia hila mwenzako Wezi wanazikosa bahati kama hizi. <coughs> Sawa baba, yaani unamtetea bure huyu mwanaume, ila ukiuliza hapa mtaani Pweza, hata mtoto mdogo atakuelekeza Pweza ni mtu aina gani. Huyu ni mwizi, na mimi kila siku tunagombana kuhusu swala moja la uwizi tu, hataki kunielewa eh? Haya, kaleta hichi kipochi, hichi kipochi naweza nikabeba nikaenda nacho shughulini. Mimi sitakuja kuaibika wewe mimi nije kuvuliwa mbele za watu, si nitakuja kuwaibika? We unanitaka nini? Lakini Pweza, hebu mambo mengine basi unitulie, yaani mambo mengine yaache na mimi nipate kupumua wewe uone begi lenyewe hapo, nimeiba wapi? Nani nimemchukulia nani? kakuletea labi huyo mzigo wenyewe? Kuna duka letu special chimbo la gauni ile chimbo, mpaka ulijua wewe ufike, kwa unaingia shop, sisi tuna machimbo yetu wenyewe special. Angalia mzigo wao mpya, afu mamdo nene, mola anakuniangusha subira. Afu na wewe naye rafiki yango nene, nikupendaje rafiki yango, unataka nijikatele mimi muone? Unajua kama mimi mimi mwenyewe muone nina e, moyo. Hebu stendia basi basi, mamtu na wewe tumwezi wamekutafutia kwa kwa upendo, kwa nini wewe unavikataa hivi vitu? Eh? Msiponunuliwa mnalalamika hapa, amekununulia amekuletea, unaanza tena kulalamika eh? Mbona mweleweki nyinyi kina mama? <laughs> Baba, nazani utanilaumu bure. Nikupe mfano mdogo tu. Kuna vijana wale walikuwa wamekaa wawili pale, unawakumbuka wale vijana waliokaa wawili pale? Basi wale vijana pale pale pale, macho yetu hivi tukiangalia, kawachukulia simu sasa, pale sasa alikuwa na watania tu wale. Mimi mtu wa peponi, Father, mimi Muislamu, unavyoona mimi rakaa zote tano, mimi na zile na sichudu, afu na mama mtu, mbona anataka kunizalisha kwa Bamgo rafiki yangu, mbona anataka kupiga? Wewe nenda mwanangu jistendie basi mimi nakustendia vitu vingapi? Bamgo rafiki yangu. Wewe nenda mwanangu tutakuja kuumizana dakika za mwisho na wewe. Pokea zawadi zako hizi. Ah. Unasikia Father? Kila kitu wewe hapo mwanao, mwenye anaelewa sasa baba. Naam fadha. Mimi natoka. Mawai hospitali naenda kumalizia dozi. Sawa. Mbaki salama. Walidi fadha. Ila kuna kitu kimoja, fanya haraka uje uoe. Sawa. Shara fadha, wewe kuna mchongo unasikilizia? Fadha nakoja. Sema nene, fadha Eh.